Yes. Uda, unapata dada mahali ameandikwa kazi mshahara wake na shilingi elfu ishirini na tano. Ndio. anaishi kwa nyumba ya shilingi elfu sabini. mm. Ah, analipa namna gani na anatoa wapi? si, no, na ukimuuliza anakuambia ni God my friend, wewe ni mkora <laughs> <laughs> mazini God mazini God. Hakuna God hapo, <laughs> ni ukora Ah, ni ukora kwa hivyo eh. Kwa hivyo tunasema hivi u, u, u, urembo wa mtu watu, watu katika ulimwengu wa Mungu, ulimwengu wa Zion mm. Watu siku zote wako into pleasing God yes. Kumpendeza Mungu yes. Lakini katika ulimwengu wa Babylon yes, ni kupendeza the next person next to you mm -hmm. Katika ulimwengu wa Zion mm, mtu anakimbianga resi yake peke yake mm. Bill Cosby alisema ya kwamba jitahidi kuwa mbele yako wewe mwenyewe na sio kuwa mbele ya kila mtu lakini, mm. Katika Babilon siku zote ni competition, anataka kuonyesha wengine yeye ni nane, anataka kuhakisha ako pale mbele, na ubaya imeingia mpaka kanisani hata kwa wachungaji yes. si kila mchungaji ambayo tunahubiri tunaomba Mungu, kuna wengine hawaombi Mungu, unapata wakati watu wengine wanaomba Mungu. Jamaa wako kwa vituko vyake tu, kule, yes. Lakini unapata tu bado watu, wanakimbia wanaenda huko, yes. Na watu nao because sasa wote ni, wote ni vipofu hawaelewi, mm-hmm. Wanaangalia trend wanaona tu ni kama sasa wanaraise kile kinaitwa followers, mm-hmm. Lakini hawana disciples, yeah. Hawana, ah, disciple. Kuna, kuna tofauti ya followers, mm-hmm, na disciple, mm-hmm. Disciple, mm, unaraise watu wa Mungu for Mungu, yes. Followers. Yes. unarahizi watu wako ndiposa unawaita, eh, eh, eh. unawaita wako hii <laughs> hi, hi, lazima nipate hii nataka nipate vizuri unasema, kuna kuna kuna, kuna difference kati ya followers and disciples. Naam. Followers wanakufata kwa sababu ya mikate ambao walikula walikula mikate ya Yesu wakamfuata, wakamfuata. Yani wanakufuata kwa sababu kuna kitu kizuri fulani Ndiyo. ambacho yes. mm -hmm. wagonjo, hata wakiingia kanisani siku pasta hayuko, wakiwa kanisani wanakaa kama wagonjwa, hata wasikii neno, wanakaa tu, mhubiri mwingine anaubiri nao wanachat. Hao ni followers, but a disciple hayuko mahali pale kwa sababu ya mtu yeyote mm -hmm. ako mahali pale kujifunza neno na kugrow mm -hmm. ako pale kusikiliza kila kitu ambacho Mungu anamwambia yeah. na anakifuata kwa umaki Kini, mm, na kwa utendeti kuhakikisha kwamba he is becoming a better version of him, not to please anyone, yes, but to make God happy.